Ndugu mtazamaji, karibu tena katika wasaa mwingine katika chaneli yako pendwa Itambue Sheria TV. Uko nami Pastori Antonio Biero, kama tulivyotambulisha mada awali, katika siku ya leo tutaendelea kutazamia katika kanuni za maadili za uchaguzi wa rais wa bunge pamoja na madiwani za mwaka 2025. Kwa kuendelea kupata taarifa mbalimbali na mafunzo mbalimbali ya kisheria, usahau ku like ku comment pamoja na kusubscribe katika alama ya kengele. A, ndugu mtazamaji, kanuni za maadili ya uchaguzi wa rais wa bunge pamoja na madiwani za mwaka 2025 zimeundwa chini ya sheria kifungu namba 162 ya sheria ya uchaguzi wa rais wa bunge pamoja na madiwani namba 1 ya mwaka 2024. Lengo kuu za hizi sheria ni kuhakikisha wahusika wanazifuata na kuzizingatia, na imetoa hatua za kinidhamu ambazo zitachukuliwa pale ambapo wahusika wataenda kinyume na kanuni hizi, na nia kuu ya hizi kanuni ni kuhakikisha uchaguzi wa haki, huru na amani unafanyika. Wahusika katika kanuni hizi, wahusika wakuu ni vyama vya siasa, wagombea, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Tume Huru ya Uchaguzi wa Taifa. Muda wa kutumika kwa sheria hii ni katika uchaguzi mkuu wa mwaka elfu mbili na ishirini na tano na, na itaanza pale tu punde baada ya uteuzi wa washiriki wakuu wa uchaguzi kuteuliwa mpaka pale ambapo matokeo ya uchaguzi huo yatatangazwa, na sheria hii inayohitaji wa vyama vya siasa vyote kuitii na kuheshimu. Swali ni je, kuna ulazima wote wa chama cha siasa kusaini kanuni hizi ndio shiriki uchaguzi mkuu kama ni ndio au hapana? Usikose katika kipindi kijacho, tutaenda kutazamia kiundani juu ya swala hili. Utakuwa nami Pastori Anthony Obiero. Asante.